Naitwa Gabriel Benedict, ni mwakilishi wa kampuni ya Hypermed Healthcare Limited ambao ni wauzaji wa, na wasambazaji wa vifaa tiba kwa Tanzania bara na Tanzania visiwani. Ni furaha kwetu kuwepo katika maonyesho haya au kuwa moja ya exhibitors ambao ni, ni, ni, ni, ni event ya kwanza kwa Tanzania Dental Expo na tunashukuru na sisi kuwa moja wa, wa, wa exhibitors kuonyesha teknolojia. Kwa sisi kwa upande wa Hypermed, tuna vifaa vingi ambavyo asilimia kubwa sisi ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa tiba kwa serikali, yani MSD, ambapo sisi tunakuwa tuna na mikataba na MSD na tunaziuzia hospitali za serikali, tunazimaintain, tunazifunga na kuhakikisha kwamba hizo zi devices zinafanya kazi vizuri. Kwa upande wetu tumepata mwa, uh, response kubwa kutoka kwa wateja wetu. Wengi wametutembelea, wengi wanafurahishwa na huduma zetu, na nafikiri ni kitu kizuri kuwa na hizi kind of forums kwa sababu zinatukutanisha pamoja pia na distributor wengine, lakini tumeona pia kuna manufacturers ambao wapo katika maonyesho haya ambao pia wengi tumewasiliana nao, na, na kwetu imekuwa kama ni one of the platform uh, kwetu pia kubadilishana ujuzi na manufacturers na wengine pia wamekuwa interested kufanya kazi na sisi. So it's an advantage to us, na we are looking forward kwa mwaka unafuata, uh, kushiriki pia katika maonyesho haya, na we hope that you, kadri miaka inavyozidi kwenda, watazidi kuboresha na itakuwa nzuri zaidi. Thanks.